Wakati wa Shomari Kapombe yuko pale, ameshika mpira na wana nyana nyana wananaanyana oopeduwa yake, mwamuzi anasemaje? Anapanda kutazama kwenye VAR kama ilichezo foul, wanja Moses Mabhida taba ni Afrika Kusini. VAR checking hapa, haki ya mtu haipotei hapa na shaka yote, kuna macho ya nyama, macho ya kibinadamu, lakini pia kuna sasa mamuzi ameshafika pale Muhammad Mansur, na kwenye VAR yuko ms mwenzake Mahmoud Ashur, wakimwambia bila shaka, tazama tena. Jema amelitengeneza, anayesubiriwa ni Muhammad Mansur. Bila shaka anataka engo naweza kutazama vizuri zaidi tukio hili ambalo limefanyika ndani ya wakati wa Afrika inatazama kama itakuwa ni mkwaju wa penalti kwa Simba, na bila shaka Dar es Salaam, Tanzania, presha inapanda, presha inashuka, wakisubiri VAR aweze kuamua kama ni mkwaju penalti kwa faida ya Simba. Hii ni mechi ya mkondo wa pili, nusu fainali. Mwamuzi ameshaamaliza kutazama VAR, Muhamed Mansour kutoka Misri. Tunasubiri sasa kumwona nafanyaje